Wa uhai uliowakazamani uliowaongoza juu wazee wa takatifu. Helo, naitwa Pendo Mabura kutoka Tumaini Moja. Karibu katika mfululizo wa vipindi vyetu pendwa vya ijue lugha ya alama. Kipindi hiki kitakusaidia wewe kuifahamu vyema lugha ya alama. Karibuni sana ujifunze nasi. Wiki iliyopita tulijifun tuliangalia utangulizi wa lugha ya rama kutoka kwa mwalimu wetu pendwa Rukia Marobe. Leo tutaanza somo la kwanza, tutajifunza salamu pamoja na herufi. Tufumbe macho tuombe. Tunapoanza vipindi hivi, asante Mungu wetu kwa wema wako na fadhili zako, umekuwa pamoja nasi. Asante kwa kutupa uhai, tunapoendelea Tunapofungua kipindi hiki tena cha Tumaini Moja, tunaomba utubariki, utupe uwezo wa kuelewa kile ambacho tunapenda kujifunza kupitia kipindi hiki cha ijue lugha ya alama. Bariki mpenzi mtazamaji wetu, ili Mungu wa mbinguni anapoendelea kukiangalia hiki kipindi aweze kubarikiwa zaidi na zaidi. Bariki na mwalimu wetu, kwa jina ya mwana Yesu Kristo, amina. Kama alivyosema hapo awali, leo tutajifunza herufi, mfano A, B, C. Karibu sana, tupo na mwalimu wetu mpendwa Rukia Marobe. Mwalimu, karibu. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kwanza nichukue nafasi ya kumshukuru mwalimu wetu mzuri Rukia kwa kutufundisha hiki kipengele kizuri kabisa cha herufi. Natumaini mpenzi mtazamaji, umeelewa vyema kabisa na utaendelea kujifunza hadi uweze kufahamu hizo herufi. Mwalimu Rukia, mimi jamani, nimejaribu nime, nime kujifunza hii, hii herufi ah, hey. Hivi ndo ngumi yako hii, hii ngumi yako ndio herufi a ah. Sasa Mwalimu Rukia, ulisema kwamba alfabeti unatumia hivi hivi, upande wa mbele hivi. Kuna herufi ambayo niweza kuona, elfi t umefanya hivi, si ndo hivi? Sasa hivi mbona kama umeenda tena kwenye namba Kwa upande wa herufi ni kweli tulisema kwamba tunatumia upande huu, na ni kwa sababu itupe utofauti wa namba pamoja na herufi. Katika mtazamo huu, walimu walijaribu kuja na idea ambayo itasaidia kusete mkanganyiko huu, maana mlipoona nimeonyesha herufi T nilifanya hivi. Ni kweli nilifanya hivi Wapo walioshauri kwamba hii herufi tuigeuze T, ambapo inakosa meaning kwa upande fulani. Wapo walioshauri pia tubadilishe herufi, tuweke T still, bado huku pataonekana na huku pataonekana. Lakini hii ni mojawapo ya changamoto ambayo ipo katika lugha hii. Tuendelee kujifunza katika namna hiyo hiyo iliyo bora, kadi marekebisho atakapokuwa anafanyika ndivyo tutakapokuwa tukiwaletea marekebisho hayo. Kumbuka nilikwambia lugha hii inabadilika, sawasawa sawa na ambavyo lugha nyingine zote zipo. Kila siku misamiati inaongezeka na hapa alama pia mpya zinakuja, tuendelee kujifunza. Sasa tunaelekea kwenye kipengele kingine cha salamu. Naamini tupo tayari kumsikiliza mwalimu wetu mpendwa Rukia. Mwalimu Rukia, karibu sana. Habari za asubuhi. Habari za mchana. Habari za jioni. Habari za usiku. Mambo. Mzima. Vipi. ujambo Unaendeleaje, umeamkaje. Salamu za kidini: Bwana Yesu asifiwe, Bwana ni mwema, sabato njema, Tumsifu Yesu Kristo, haleluya, mapendo Kristo, asalamu alaykum. Mpenzi mtazamaji wa Tumaini Moja, tunaamini umeelewa vyema kabisa vipindi hivi ambavyo mwalimu wetu Rukia ametufundisha. Karibu tena siku nyingine, wakati kama huu, uendelee kujifunza na kuelewa vyema lugha ya alama.